Jamii sana utamaduni kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ni swala so zima kuhusu mishahara ya wanajeshi, mishahara ambayo inadaiwa kuwa ambayo iwe na uwezo wa kukidhi mahitaji ya wanajeshi hao ili waweze kuwa na nguvu ya kuweza kupambana vilivyo katika uwanja wa mapambano. Inatajwa kwamba iwapo mwanajeshi atapambana kama inavyotajwa, iwapo mwanajeshi atakuwa analipwa mshahara ambao hawezi kukidhi mahitaji yake, basi itakuwa ni vigumu kwa mwanajeshi huyo katika uwanja wa mapambano wa kupambana kama inavyostahili, na huwa ni rahisi kwa wanajeshi kama hao kuweza kujiunga na upande ambao wataweza kulipwa pesa nzuri, ambayo kwa mtazamo wake anaona ya kwamba itaweza kukidhi mahitaji yake ya kila siku. Na vile vile katika mitandao ya kijamii inatajwa kuwa na vile vile iwapo atapewa mshahara mkubwa, pesa ndefu, atakapokuwa katika uwanja wa mapambano atakuwa anafikiria, basi pindi ambapo tutakapomaliza vita, mwanajeshi huyo anaweza kusema kwamba pesa yake ataitumia kwa mipango ambayo tayari atakuwa amepanga, na atakapokuwa vitani, huenda akapoteza mwelekeo katika uwanja wa mapambano. Ni kile kinachozungumzwa katika mitandao ya kijamii kutokana na kile kinachozungumzwa, kwamba mwanajeshi hawezi kupambana kama inavyostahili iwapo mshahara mshahara wake utakuwa ni mdogo, na pia mshahara wake utakapokuwa ni mkubwa basi kuwa ni vigumu kwa mwanajeshi huyo kuweza kufocus pindi ambapo atakapokuwa katika uwanja wa mapambano, na kufikiria kila wakati aweze kurejea uraiani ili kuweza kutumia pesa yake. Na jambo hilo linatajwa kwamba ndiyo sababu ya kufikia makundi ambayo yanayohasimiana kuweza kufikia katika makubaliano, ili waweze kutumia pesa yao kwa usalama, licha ya kuwa aidha kutokuwa na uwezo wa kupigana vilivyo katika uwanja wa mapambano mataifa ya Magharibi katika swala hilo idha mataifa ambayo yanaendelea kiteknolojia, swala hilo tayari linapatiwa ufumbuzi, kwa kuwa katika mataifa ya Magharibi yanawekeza kwa kiasi kikubwa sekta hii ya ulinzi, katika vyombo vya kisasa vya kivita, vyombo vya teknolojia, silaha za kisasa ambazo zinapelekea wanajeshi idadi yao kuweza kupungua kabisa katika uwanja wa mapambano kwa kiasi kikubwa, na kusalia katika kambi maalum ambazo zimeandaliwa kwa kuweza kutumia silaha hizo za kisasa, kama ndege zisizokuwa na rubani huku wanajeshi hao wakiwa katika kambi zao, wakiwa na vifaa ambavyo pia vinaziwia upande mwingine kuweza kuwashambulia kwa mabomu ya aina yoyote, isipokuwa mabomu aidha, silaha ambazo zitakuwa na uwezo mkubwa wa kiteknolojia kushinda silaha zile ambazo wanazo.